Mchezo wa Ngao ya Jamii elfu mbili na ishirini na tano umetamatika na bingwa Young Africans akifanikiwa eh, kuchukua ubingwa huo, lakini akifanikiwa kumfunga mtani wake mara ya sita mfululizo. Tuko na mtangazaji wa Kariakoo Dabi eh, mchezo wa Ngao ya Jamii ya leo, Gharib Mzinga Kilwa Finance ambaye ametangaza mchezo huu eh, na kufanikiwa kutangaza goli moja. Vipi mtaalam? Alhamdulillah, mambo vipi kama kawa? tuanzia atmosphere ya mchezo ulivyokuwa, namna ambavyo e, unatangaza timu zote zikiwa zimesajili zime wachezaji wapya Simba wachezaji almost 14, Young Africans akiingiza like, maingizo mapya, lakini mbinu ambazo wamekuja nao walimu wote, Roman Force mchezo wake, dabi yake ya kwanza e, mchezo mkubwa kabisa, lakini pia kwa Fred Davis, namna ambavyo alikuja. E, tuanze kwenye mbinu, lakini a, a, atmosphere ya mchezo kiujumla, wewe, ulipokuwa unatangaza ulikuwa unauonaje, no? Ya, ilikuwa mechi nzuri, mechi nzuri, mechi ambayo umemzungumzia Faldo Davids na Roman Falls. Nadhani mechi inaanzia hapo, uh, inaanzia kwa hao makocha wawili, makocha vijana, makocha ambao walikuwa na tafsiri sana mbinu uwanjani, wanazidiana kwenye wal, walianza kwenye uh, team selection kwa upande wa Simba, uh, kocha Faldo Davids aliingia na wachezaji ambao aliamini atatengeneza namba kubwa ya viungo ndio maana akina Elimpanzo kacheza kwenye midfield Mukwala kamtoa pembeni, lakini asikae mbali sana na eneo la midfield midfield, uh, midfield midfield kadhalika, asikae mbali na na na eneo la midfield. Na kuzungumzia midfield amaanisha katikati ya uwanja kule, walikuwa anacheza kama striker yeye, pia ni midfield zone uh, lakini uh, kaemba alikuwa na Kante katika safu ya kiungo kiungo cha ulinzi hapa, na na Yusuf Kagoma kadhalika, kwa hiyo alikuwa na namba kubwa ya viungo, kwa hiyo lengo lake aende kudominate safu ya kiungo, lakini kwa upande wa Young Africans Roman Falls alichagua kuingia na kwanza selection ilikuwa ni wachezaji wale wale ambao walicheza last season. Hakuna jina jipya ambalo lilianza kwenye kosi cha kwanza. Kwa hiyo aliamini haya, kuna maingizo mapya yameingia, lakini kwa sababu hii ni dabi, nahitaji kuwa na wachezaji ambao wanafahamiana zaidi, au wengine wataingia taratibu. Lakini kwenye kwanza na, naanza na, na, na wachezaji ambao wanafahamiana vizuri, wachezaji ambao wanafahamu kuhusu pressure. Wachezaji ambao wanafahamu thamani ya hii dabi. Umeelewa? Kwa hivyo uh, aliopti kuanza na kikosi hicho, kwa hiyo kwenye team selection. Lakini kwenye field kilichoenda kutokea kwa maana, mm, mbinu sasa za walimu wote wawili yes, kwenye mbinu za walimu wote wawili wote walikuwa uh, vizuri. Young Africans walitaka ku stretch uwanja kucheza na ma full back ambao wana, wana overlap sana kwenda juu, boka na overlap kwenda juu, Israel Patrick na kadhalika. Kwa hiyo lengo ni kunyumbua ile safu ya midfield ya Yanga na yes, ya, ya Simba na walifanikiwa a uh, katika huo mpango walifanya penetration na mipira kadhaa ndani ya boxi. Bad luck walikuwa na wakati mbaya chini ya Roshan Derek, ambaye alikuwa na performance bora kabisa, kiungo bora pengine. Kama singekuwa lile goli, alistahili kuwa man of the match, kwa sababu aliclear vitu vingi sana vya Yanga vya Yanga Africans ah uh, kwa hiyo nadhani ilikuwa ni changamoto kufa, kwa kwa kwa Yanga ku, kumzidi maarifa Roshan Derek, hadi goli ambalo limefungwa, wamefungwa goli tasifia Yanga lakini Russian Derek alikuwa anakwenda ku clear mpira, alizuiliwa wakati anakimbilia kwenda kwenye position ya kwenda ku clear mpira na chance alikuwa nayo, walimtoa katika reli, umenelewa? Kwa hiyo akashindwa kwenda kuzuia ule mpira. Kwa hiyo manake hadi goli lenyewe alikuwa ana chance ya kuweza ku clear ile changamoto. So hiko uh, ndio kitu ambacho naweza kusema kwa upande wa Africans. Kwa upande wa Simba wali create a lot of chances, wali create chance mapema, Kibwe alikuwa naimaliza mechi mapema sana kwenye first half walipata clear chance moja, ilikuwa yeye na JKR, akataka kupiga chini tu. Sasa pale anakuja skills ya mchezaji, kuna kaliba ya wachezaji pale. Awezi kupiga tu mpira ukamgonga ukamgonga goalkeeper. Kuna wachezaji wana composure, utulivu. Kibu sanaa ya kufunga sio kubwa sana kwake, lakini pale wachezaji ambao wana sanaa ya kufunga pale, afanyi vile alivyofanya. Ila tumlaumu sana kwa sababu Of course, of course, ni vitu ambavyo vinatokea. Lakini Simba alitengeneza nafasi za kutosha. Kwa hiyo kwa upande wa Fadlu alicreate a lot of chances. Yani when it comes, una mpima coach, basi Fadlu unamtoa kwenye shida kwa sababu alicreate chances za kutosha. Tuje kwenye goli lenyewe ambalo eh, linazua baadhi ya utata eh, wengine wakiamini offside labda kutokana na sheria wajui, lakini labda kutokana walikuwa uwanjani eh, ni emko ile pressure we ulikuwa una, unatazama na unapata faida ya marejeo kwa namna ambavyo uliangalia lile goli eh, unaweza kusemaje? Kama nakumbuka vizuri uh, ni Maxi ndio alikuwa anaonekana kwenye offside position. Kama nakumbuka vizuri uh, mchezaji wa Young Africans alikuwa mbele zaidi wakati ule mpira unaingia ndani ya box, umenelewa. Lakini ule mchezaji hakuhusika, alikuwa kwenye offside position lakini hakuhusika na mpira, alikuja kuhusika na mpira ikiwa tayari offside imeshakufa akaingia kwenda kuhusika na mpira. Nadhani hapo ndo watu wameleta wame, wame, wame mkanganyiko, ndo mawazo yanakuja tofauti, lakini kila mmoja lazima waheshimu mawazo yake. Kuna mwingine akaona tofauti, ameona offside. Inategemea na namna ambavyo unapima kwa macho kwa kitu ambacho kimetokea, so uh, linabakia kati. Umeonaje? Umeelewa? <laughs> Umeonaje? Yes, uwezi ku, ku, ku, ku, kuambia watu kwamba pale mi nimeona hivi mtu namna alivyoona lakini kwa line huku, Mohamed Mkono ambaye ni experienced line, yeye ameona ile sio offside.